ila ile container inapanda. Zamani palikuwa bonde. Halafu vitu vingine ninavyokumbuka mimi nilipopita, kama mlima ulikuwa mkali zaidi, mkali zaidi Wameupunguza yeah, kwa sababu nakumbuka sana kwa DC, nakwambia, sehemu kama hii unaweza kuwa kuta sikona gari ime imeharibika ime, ime, alafu unakitia, unaweza kupandisha hapo, watu wanakuzia bana, subiri, hata gari yako haina nguvu au ni sehemu mbaya zaidi ambayo, na boy, subiri kwanza, at least papoe ainapnaakakwagamajiatelezahasa hapa ana mwaga maji kwa ajili ya vumbi. Kuna mtu gani? Kwa hiyo kweli kuna kazi

msaada achasht majanga hapo pale, umeniambia lakini sijaelewa. Si vizuri, gari ambayo inyanyii tairi haipandi so, kwa sababu gani? so kwamba ua ina nyanyuka kwamba pozisheni yake inanyanyuka eh. Lakini imeharibika kwa maana ile system ya kunyanyua hainyanyui, kwa hiyo sinatembea chini eh. Haipandi sababu yani eh. Na kwa ile ile a kwamba nanaya kaniuke mm. Nayo sinatembea kwa hiyo mm. Difu inakuwa haikanyagi kwa mgandamizo mm. Alea mzuri sawasawa na zile gari ndogo ambazo zinatui tui sehemu ya kusikitu auka tu tu, zile nyingine ambazo hazina okay, zimetulia. Unaona no, zimetulia tu okay. Ila ingekuwa sasa zile zenye ambazo na zimetulia nazo zina, zina uwezo wa kuzunguka yani zingekuwa inakwama mm. si ndio shemeji, nikutie hey. kidogo kioo hapa, maana sioni vizuri kamera hiyo ni, ni vizuri hapa. Napo wameupasua mlima kati ambao wamepanua

ndongoroka sana ile lami.